Huenda kikanuka kwa mara nyingine kutokana na kukosekana kwa miili ya mateka 13 wa Israel ambao waliokuwepo mikononi mwa kundi la Hamas katika eneo la ukanda wa Gaza, na inafahamishwa kuwa tayari Misri imeagiza matrekta kadhaa kwa ajili ya kuendesha shughuli ya kuondoa vifusi ili kuweza kufanikisha labda miili ya mateka hao inapatikana katika vifusi hivyo ambavyo vilisababishwa na mashambulizi makali ya jeshi la Israel katika eneo la ukanda wa Gaza, ambapo msemaji wa Hamasi amefahamisha kuwa maeneo ambayo kulikuwa kumehifadhiwa miili hiyo, jeshi la Israel liliweza kushambulia na kusababisha ugumu wa kuweza kupatikana miili hiyo katika vifusi hivyo, ukizingatia kwamba kulingana na ripoti ambayo imetolewa na Umoja wa Mataifa inafahamisha kwamba eneo la ukanda wa Gaza asilimia zaidi ya 80 iliweza kuharibika, hivyo basi itakuwa ni vigumu kuweza kupata miili ya mateka hao ambao waliokuwa wakishikiliwa na wanamgambo wa kundi la Hamas tangu kuanza kwa makabiliano kati ya Israel na wanamgambo hao namo Oktoba 7 mwaka 2023. Rais wa Marekani Donald Trump, kutokana na suala hili, amefahamisha katika mtandao wake wa kijamii ya kwamba wanamgambo wa Hamas wanatakiwa kurejesha miili 13 ya mateka hawa wa Israel ambao waliokuwa wakishikiliwa na wanamgambo hao la sivyo matokeo yake yatakuwa ya kusikitisha. Jambo hili linapelekea wasiwasi wa kuibuka kwa mara nyingine mashambulizi ya jeshi la Israel katika ukanda wa Gaza, likidai ya kwamba linahitaji miili 13 ya raia wake hao ambao waliokuwa wakishikiliwa na wanamgambo wa kundi la Hamas. Licha ya kuonekana ya kwamba asilimia zaidi ya 80 eneo la ukanda wa Gaza limeharibiwa kwa kiasi kikubwa na limesalia kuwa ni gofu tu, itakuwa ni vigumu kuweza kuwapata mateka hao, labda wanamgambo hao wa kundi la Hamas katika eneo hili la ukanda wa Gaza waweze kuchukua miili ya Wapalestina itakayopatikana katika vifusi hivyo na kuweza kuikabidhi miili hiyo kwa shirika la msalaba mwekundu ili liweze kuwasilisha miili hiyo kwa serikali ya Israel, ikiwafahamisha kwamba ndiyo miili ya mateka hao ambao waliokuwa wakitafutwa. Na bila shaka, baada ya uchunguzi, Israeli inaweza ikabaini ya kwamba miili ile ambayo imekabidhiwa na shirika hili la msalaba mwekundu sio raia wake ambao waliokuwa ni mateka katika mikono ya wanamgambo wa kundi la Hamasi. Inaonekana ya kwamba kulingana na wataalamu katika masuala ya kimkakati inatajwa kwamba ni sura mpya katika mzozo huu wa Mashariki ya Kati kati ya Israeli na Palestina, na tayari kunaonekana ya kwamba Israeli malengo yake ni kutaka kuendelea na mashambulizi katika ukanda wa Gaza, ili iweze kufikia malengo yake ambayo ni kutaka kumiliki eneo hilo moja kwa moja. Utakumbuka kwamba mkutano uliofanyika usiku wa Oktoba 26 kuamkia 27 mwaka huu 2025 Waziri mkuu wa Israel baada ya mkutano huu amefahamisha kwamba Israel inatakiwa kuwa na kura ya turufu jeshi la kimataifa ambalo linataraji kuagiza kikosi kwa ajili ya kulinda usalama katika eneo la ukanda wa Gaza. Israel imefahamisha kwamba Israeli ndiyo ambaye atakayekuwa mchukua uamuzi wa mwisho pindi ambapo kutakapohitajika kuchukuliwa uamuzi katika jambo lolote, ukanda wa Gaza kusimamiwa na kikosi hicho cha kimataifa katika eneo la ukanda wa Gaza kama ilivyopendekezwa katika mkutano uliofanyika nchini Misri ni jamii sana utamaduni unasemaje kuhusu miili hii ya mateka 13 Israel ambayo Hamas inafahamisha kwamba ilikuwa ikipatikana katika majengo ambayo jeshi la Israeli ilishambulia na kufanya kuwa vigumu kuweza kuipata miili hiyo?